Kitabu cha hekima ya Sulemani sura ya kumi na tisa. Ndio kanisa la Mungu tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro. Ni muda mwingine tena Mungu anatupa nafasi, tunakutana kwa ajili ya kwenda kuendelea na kipindi chetu cha usomaji wa biblia kwa njia ya sauti. Siku ya leo tutaenda kuhitimisha kwa pamoja kitabu hiki cha hekima ya Sulemani, wapendwa pia unaweza ukaendelea kukisoma kitabu hiki kwenye chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV doti Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Vitabu hivi vya Deuterokanoni vimekuwa vitabu adimu sana kupatikana kwenye mitandao, lakini Jerusalem Family TV tumekuwekea kwa njia ya, ya audio ili upate kusoma kwa ukaribu zaidi. Unaweza ukaandaa biblia yako karibu, ili tunaposoma u unafuatilizia tusali. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya neema uliyotupa ya kusoma neno lako kwa siku zote hizi. E Bwana, tunakushukuru Mungu kwa upendo wako, tunakushukuru Mungu kwa ukuu wako, tunakushukuru Mungu kwa fadhili zako. Tunaomba e Mungu, utushike mkono kwa huruma na wema wako, utusamehe kila maeneo ambayo tumekosea na ututakase kwa damu yako ya thamani. Tupe kibali, Roho Mtakatifu, ili neno hili liweze kuingia ndani ya mioyo yetu na litusaidie kupata uzima ili tuendelee kuwa imara katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane kuanza rasmi usomaji sura ya kumi na tisa. Lakini juu ya wale wabaya hasira iliwajia upeo bila huruma, kama vile ilivyojulikana yale yatakayowapata, ndiyo ya kwamba wakiisha kubadili nia zao ili kuachilia watu wako, na wakiisha kuharakisha waishike njia, watagairi tena na kuwafuatia. Maana wale hata walipokuwa katika matanga na kuomboleza panapo makaburi ya wafu wao, wakajivutia shauri lingine la upumbavu na kuwafuatia kama watoro hao waliokwisha kuwatoa kwa kuwasihi, mradi ajali iliyokuwa stahili yao ikawaongoza hata mwisho huu, ikawashaurisha mambo yale yaliyowajia ili waitimilize adhabu mateso yao yaliyoikosa tena watu wako waliposafiri kwa mapito ya ajabu, wale wenyewe waione mauti ya kigeni. Kwa maana ulimwengu mzima kwa kadiri ya asili yake ulifanyika tena mpya, kwa kuzitii amri zake hizi na hizi, ili watoto wako walindwe wasipate dhara Wingu lilionekana uliokitii uvuli kituo chao, na nchi kavu ikapanda kutoka pale walipokuwapo maji kwanza, katika bahari ya Shamu kukawa barabara isiyo na zuio na uwanda wenye majani katika mawimbi ya omkayo. Hapo watu wako wakapita pamoja na majeshi yao yote, ambayo kwa mkono wako walifunikwa wakiisha kuona maajabu makuu, wakazungukazunguka zunguka huru kama farasi wakarukaruka kama wanakondoo wakimuimidi wakikuimidi wewe Bwana uliyekuwa mkombozi wao wakati huo wakazidi kukumbuka mambo yale yaliyotokea hapo walipokuwa wakikaa hali ya kigeni, jinsi badala ya ng'ombe nchi ilizaa chao, na badala ya samaki mto ulitoa wingi wa vyura, hata baadaye wakaona na jamaa mpya ya ndege. Hapo wakiongozwa na tamaa walipotaka vyakula vya anasa na kuwashibisha, wakapewa kware kutoka bahari. Zaidi ya hayo, wale wa Misri wabaya wakajiliwa na adhabu, wakiisha kuonywa kwa dalili walizopewa katika nguvu za ngurumo, kwa sababu ilikuwa haki watese kwa ajili ya ubaya wao. Chuki ile waliowafanyia wageni wao ilikuwa makuruhi zaidi. Mradi watu wa Sodoma hawakukaribisha wageni walipowajia, bali wa Misri waliwafanya watumwa wageni wale waliowafaidia. Wala si hivyo tu ila Mungu aliwajia watu wa Sodoma namna nyingine, kwa maana waliwapokea kama adui wake wale waliokuwa wageni; bali hao waliwakaribisha kwanza kwa karamu na baadaye wakawatesa kwa kazi ngumu, watu waliokwisha kushirikiana nao katika haki za uraia na tena wakapigwa kwa kukosa kuona, kama vile wale wengine mlangoni pa Lutu, yule mtu wa haki, pindi walipozungukwa na giza. Tupo katika Misri, wakatafuta kila mtu njia ya kupitia mlango wake mwenyewe, kwa kuwa ni kweli sauti za kinanda zikibadili orodha yake. Zisibadili zenyewe, zisibadilike zenyewe zaweza kutofautisha ulimwengu wa mwendo, vivyo hivyo yalivyofanya malimwengu ya asili kama ilivyoonekana kwa kutazama mambo yale yaliyotukia. Viumbe wakaao waka katika nchi kavu waligeuka viumbe vya majini na viumbe vya kuogelea wakakanyaga ardhi. Moto ukazidi kupata nguvu katikati ya mvua na maji yakasahau asili yake ya kuzimisha. Tena miali ya moto haikuwa, haikuunguza miili ya wanyama wapoteao waliotembea katika kati yake wala haikuziyeyusha chembe za chakula kitamu zilizofanana na barafu na kuwa nyepesi za kuyeyuka. Wewe Bwana, katika yote uliwakuza watu wako ukawatukuza wala hukuwadharau, ukasimama upande wao kila wakati.